Ulijua kwamba Yesu alikuwa na mfuasi mwanamke aliyempenda zaidi ya wafuasi wake wote wa kiume? Ulijua kwamba mwanamke huyu alipokea mafunzo ya siri kutoka kwa Yesu, mafunzo ambayo hata Petro hakupata? Je, ulijua kwamba injili yake iliondolewa kwa sababu ilionyesha nguvu ya wanawake? Leo nitakufunulia siri kuhusu kitabu cha injili ya Maria Magdalena. Injili iliyofichwa kwa miaka elfu mbili. Karibu katika Neno Kweli, kaa mpaka mwisho. Maria Magdalena, jina unalolijua lakini hadithi yake ya kweli haujui. Makanisa yamemfanya kuwa mwanamke wa dhambi, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Mwaka 1896 injili yake iligundulika Cairo, Egypt. Kitabu hiki kinafunua ukweli ambao makanisa hayataki ujue. Katika kitabu hiki kuna yafuatayo mazito. Maria alikuwa mwanafunzi pendwa wa Yesu, zaidi ya wanaume wote. Yesu alimpa mafunzo ya siri ambayo wengine hawakupata. Wanafunzi wa kiume walimwonea wivu, hasa Petro. Hakuna mtu anayeweza kukuongoza kwa Mungu bali wewe mwenyewe. Roho ni muhimu zaidi ya mwili. Mwili ni wa muda, twende kazi. Lakini naomba subscribe kama ulikuwa bado. Kitabu hiki kinaonyesha kuwa Maria Magdalena alikuwa mwanafunzi pendwa wa Yesu. Injili ya Maria kumi moja mpaka tatu, Petro akamwambia Maria, dada, tunajua kwamba Mwokozi alikupenda wewe zaidi ya wanawake wengine. Tuambie maneno ya Mwokozi ambayo unayakumbuka, yale unayoyajua wewe, lakini sisi hatuyajui ambayo hatukuyasikia. Angalia hiyo, Petro mwenyewe kiongozi wa mitume anakiri kwamba Yesu alimpenda Maria zaidi. Kwa nini Yesu alimpenda Maria? Sio upendo wa kimapenzi, ni upendo wa kiroho. Maria alikuwa na akili ya kina, alielewa mafundisho ya Yesu. Imani thabiti, hakumwacha Yesu hata msalabani. Uwezo wa kupokea ufunuo uliofanya Yesu amwamini Injili ya Maria 18:14 mpaka 15, Levi akamwambia Petro, Mokozi alikuwa anamjua vizuri zaidi, ndiyo maana alimpenda yeye zaidi ya sisi. Levi anakiri pia Yesu alimpenda Maria zaidi ya wote. Biblia inasema Luka 8 kustari wa pili mpaka watatu, wale wanawake wengine, Maria aitwaye Magdalena, ambao walimtumikia kwa mali zao. Maria alimfuata Yesu na kumtumikia. Yohane 20 kustari wa 11 mpaka 18, Maria alikuwa wa kwanza kumwona Yesu baada ya kufufuka. Yesu alimtokea Maria kwanza, sio Petro, siyo wanaume. Hii inaonyesha thamani ya Maria. Kitabu hiki kinafunua kuwa Maria alipokea mafunzo ya siri na ufunuo. Yesu alimfundisha Maria kwa siri baada ya kufufuka. Yesu alionekana kwa Maria na kumpa mafunzo ya ziada. Injili ya Maria kumi kustari wa saba mpaka kumi. Maria akasema, nitawaambia yaliyofichwa kwenu. Akaanza kusema nao, nilimuona Bwana katika maono na nikamwambia Bwana, nimekuona leo katika maono. Maria alisema alimuona Yesu katika maono. Yesu alimfunulia siri za kiroho. Mafunzo Yesu aliyompa Maria Injili ya Maria saba kustari wa moja mpaka wa nne, Yesu alisema hakuna dhambi, lakini ninyi mnatengeneza dhambi mnapoishi kwa njia ya uzinifu wa ulimwengu. Ndio maana niliwaambia kuweni na amani moyoni, ikiwa hamna amani tafuteni moyoni mwenu. Yesu alimfundisha Maria dhambi ni kitu tunachokitengeneza wenyewe kwa kutofuata moyo. Amani inatoka ndani, si nje futa amani moyoni, si kwenye mambo ya nje. Kwa nini wanafunzi wa kiume hawakupata hili? Kwa sababu hawakuwa tayari. Lakini pia kuna kitabu kingine kinaitwa Injili ya Filipo. Kinasema Mwokozi alimpenda Maria Magdalena zaidi ya wanafunzi wote. Kitabu hiki nacho kilitolewa. Yesu alimwamini Maria kupokea ufunuo wa kina. Kitabu kinaonyesha kuwa wivu wa Petro na wafuasi wengine wa kiume Petro alimwonea wivu sana Maria. Baada ya Maria kuwaambia wafuasi yale Yesu aliyomfundisha, Injili ya Maria 18 kustari wa 10 mpaka 15, Petro akasema kuhusu mambo haya. Je, Yesu alizungumza na mwanamke kwa siri bila sisi? Je, tunapaswa kumsikiliza yeye? Je, alikuwa anampenda yeye zaidi ya sisi? Angalia hiyo. Petro alikuwa na hasira, aliuliza Je, Yesu alizungumza na mwanamke kwa siri? Je, tunapaswa kumsikiliza mwanamke? Je, alikuwa anampenda zaidi ya sisi? Petro alikuwa na wivu wa jinsia. Levi akamtetea Maria, Injili ya Maria 18 kustari wa 7 mpaka wa 9, 18 kustari wa 14 mpaka 15. Levi akajibu akamwambia Petro, Petro, wewe daima una hasira sasa naona unampinga mwanamke kana kwamba ni adui yako. Ikiwa Mwokozi alimfanya kuwa mwenye kustahili, wewe ni nani ukamkataa? Hakika Mwokozi anamjua vizuri zaidi, ndiyo maana alimpenda zaidi ya sisi. Levi alimkemea Petro. Levi alisema, "Petro, wewe una hasira daima. Unamwonea wivu mwanamke. Kama Yesu alimchagua, wewe ni nani ukamkataa?" Yesu anamjua vizuri zaidi, ndiyo maana alimpenda zaidi ya sisi. Kwa nini hii ni muhimu? Kwa sababu hii inaonyesha kwamba tangu mwanzo wanaume hawakutaka kumkubali mwanamke kama kiongozi wa kiroho. Hata Petro, kiongozi wa mitume, alikuwa na wivu wa jinsia. Kwa sababu hizi makanisa yaliogopa kumtukuza mwanamke. Sababu kuu ya kuondolewa kwa injili hii ni kuwa inafanya mwanamke kuonekana bora kuliko wanaume. Kama Maria alikuwa mwanafunzi pendwa, kama Maria alipokea mafunzo ya siri, kama Maria alikuwa na uwezo zaidi, inamaanisha wanawake wanaweza kuongoza. Makanisa yaliogopa hili. Makanisa yalijengwa na wanaume karne ya pili nne AD, makanisa yalijengwa na wanaume waliochukia wanawake, walikuwa na imani kwamba wanawake ni wa chini kuliko wanaume, wanawake hawapaswi kufundisha, wanawake ni sababu ya dhambi, wakimaanisha Eva. Kumi Timotheo 2:11-12, Paulo alisema mwanamke na ajifunze kwa kimya katika utii woke, lakini simruhusu mwanamke kufundisha wala kutawala mwanaume. Makanisa yalitumia mistari kama hii kupinga wanawake, lakini Yesu alikuwa tofauti. Yesu aliwaheshimu wanawake. Alizungumza na mwanamke wa Samaria, jambo lililokatazwa, Yohana 4. Alimlinda mwanamke wa uzinzi wakati wanaume walitaka kumpiga mawe, Yohana 8. Aliwaka wanawake elimu, Maria na Martha, Luka 10. Mtu wa kwanza kumuona Yesu baada ya kufufuka ni mwanamke Maria Magdalene, Yohana 20. Yesu aliwathamini wanawake, lakini makanisa yalikataa ukweli huu. Ndiyo maana Gospel of Mary ilionolewa. Injili hii inafunua kuwa hakuna mtu anayefaa kukuongoza kwa Mungu isipokuwa peke yako. Injili ya Maria, nane, kumi na nne, kumi na tisa, Maria akasema, Mwokozi alisema, msimfuate mtu yoyote anayewaambia tazama, yuko hapa au tazama yuko pale, kwa maana mwana wa mtu yuko ndani yenu. Mfuateni yeye, wale wanaomtafuta watampata. Angalia ukweli huu, msimfuate mtu anayesema Mungu yuko hapa, msimfuate mtu anayesema njia ni hii, mfuateni Mungu ndani yenu. Hii iligusa wachungaji. Kama Mungu yuko ndani yako, kama haupaswi kumfuata mtu, inamaanisha huhitaji pasta kukuongoza, huhitaji kanisa kukufikisha kwa Mungu, unahitaji kuamini Mungu ndani yako. Biblia inasema nini? Luka 17, 20, 21: ufalme wa Mungu hauji kwa kutazamwa, ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Kwanza Yohana 2, 27: lakini upako uliomfundisha unakaa ndani yenu wala hamuhitaji mtu yoyote awafundishe Matayo 23 8 10 Lakini ninyi msiitwe rabi, kwa maana mmoja ni mwalimu wenu na ninyi nyote ni ndugu. Wala msiitwe viongozi, kwa maana kiongozi wenu ni mmoja, Kristo. Biblia inasema hakuna mtu anakuongoza, lakini makanisa yanadai, bila sisi huwezi kuokoka. Ni uongo. Lakini pia injili hii inasema roho ni muhimu na mwili ni wa muda tu. Injili ya Maria 15:1-5. Maria akasema, mwili ni wa muda, lakini roho ni ya milele. Roho ikishinda tamaa za mwili itapumzika kwa amani, lakini mwili ukishinda roho, roho hautapata pumziko. Hii inapingana na mafundisho ya kanisa. Makanisa yanasema tutapewa miili mipya baada ya ufufuo lakini Gospel of Mary inasema mwili ni wa muda, roho ndiyo muhimu. Biblia inasema nini? Yohana 6, 63, roho ndiyo itiyayo uzaimu mwili haufai kitu. Wa pili wa Korinto 4, 16, 18, kwa sababu hiyo hatulegei, lakini hata kama mwili wetu wa nje unaangamizwa, bali wa ndani unafanywa upya siku hadi siku. Kwa maana tunaangalia si vitu vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa sababu vinavyoonekana ni vya muda, bali visivyoonekana ni vya milele. Warumi 8:6, fikra za mwili ni mauti, bali fikra za roho ni uzima na amani. Mambo tuliyojifunza: The Gospel of Mary Magdalene iliondolewa kwa sababu inaonyesha Maria alikuwa mwanafunzi pendwa zaidi ya wanaume wote. Maria alipokea mafunzo ya siri yanayo wanaume hawakupata. Wanafunzi wa kiume walimwonea wivu, hasa Petro. Makanisa yaliogopa kumtukuza mwanamke kwa sababu ya ubinafsi wa ubaguzi. Inafundisha hakuna mtu anayekuongoza kwa Mungu, bali Mungu yuko ndani yako. Roho ni muhimu zaidi ya mwili. Mwili ni wa muda. Yohana 8:32 nanyi mtaujua ukweli na ukweli utawafanya huru Maria Magdalena alikuwa mwanafunzi bora Yesu alimwamini zaidi ya wanaume wote like subscribe kwa neno kweli na kama wewe ni mwanamke tafadhali comment, wanawake tunaweza wanaume comment, Mungu anatumia wanawake pia Shea kwa wanawake wengine wajue umuhimu wao pia kwenye kazi ya Mungu. Neno kweli, ukweli utakufanya huru. Mungu awabariki.